Halo um, karibu katika mtandao wetu wa sisi wanafunzi tuliopo hapa Korea tunaotoka Tanzania. Na huu hapa ndio mtandao wetu, naona una jina lake ni tzsko.com, kama ulivyoweza kufungua. Naona hasa ukiangalia kwa sasa, ndivyo unavyoonekana, ingawaji bado unaendelea kufanya marekebisho mengi, hasa upande wa graphics ndugu yangu Freddy anaendelea, Freddy na graphics sasa. Kwa sababu mimi nimemaliza sehemu kubwa ya programming, mikwisha basi kuelezea jinsi ya kufanya registration na uh, ili kuruhusu registration. Ukiangalia website yetu, registration yetu inapatikana uh, inapatikana upande wa kushoto Sorry. Ok, registration yetu inapatikana upande wa kushoto, wa kulia mwa website register. Kwa na click hiyo page register, itakuja hii form. Hii form itakuwa na maelekezo hapo, itabidi ukubali kwamba umeyasoma kwa, kabla hujatiki, inabidi uyasome kwanza. Nasema, this website is intended for student studying in, in studying in South Korea and only

and Mozilla Firefox. People using Google Chrome will experience system error when registering your phone number. This is due to compatibility issue with the browser. Please use recommended browsers. Then ukimaliza, ukishaelewa una tick, kwamba umekubaliana. Usipotiki hapo itakugumia. Then unakuja kuweka ID kama kawaida, sami ID yangu. Password naweka simple tu. Then, password okay mm. Hiyo ni moja mpaka tisa simple tu. Full name Samson Msambazi then I'm gonna put my nickname as so. I mean nickname sio muhimu lakini niweka hapa kwa sababu kama ukiweka comment na nini lazima itaonekana nickname yako. Email sign so, Msambazi @yahoo.com then kuja ku choose question of a temporary password reset, na kuja my favorite thing, nasema ninapenda sana kula ugali na maharage okay. Homepage niweza nikaacha homepage, na ruka blog, na ruka birthday, na ruka, unaweza kaviandika, lakini university nkuja kuandika university yangu hapa, songoni university na copy hii hapa tu kama ilivyo Songong University, department au na mimi copy kama ilivyo, IT communication information. Okay, Dar es Salaam P.O box Tanzania, address yangu Tanzania, ya ja kuweka address Korea. Okay, kitu cha muhimu ni hapa, ni kwenye kufanya kuweka namba ya simu. Hii ni kwa ajili ya kucontrol watu waliopo Korea tu ndio waweze kuregister uliopo Tanzania hawatoweza, na kwa kweli tume limit kwa kweli limit. Ukiandika namba ya simu ya nchi nyingine zaidi ya Korea hautaweza kufanikiwa, kwa hiyo itabidi uweke selifoni yako ya mkononi, na ukiweka landline hautaweza kufanikiwa kuregista. Kwa hiyo hapo unajaza 010 naweka namba yangu ya, na ya simu 5 2, 4, 5, 2, 1, 5, uh, namba yangu ya simu, unaweza kanipigia simu, unaweza kanitumia message, tafadhali feel free. Then ukimaliza hapo na click validate hivi na, okay. Sasa so, click validate ita pop up message. Unaona hiyo message, uh, sasa hivi na browser yangu iko slow kidogo na inachelewa ku pop up, unaona na browser yangu nimeblock pop up, kwa hiyo ina, ina sendi moja kwa moja kwenye n new, new, new page new tab. Kwa hiyo sina problem kwako kwa itapop ita up message kwako kwa. No, mnaona itakuja hapa, itakwambia enter your cellphone number to get the validation code. Cellphone number utaandika the validation code we will be received from the following call phone number, then get the validation code click hapo, then itakuja kwa message 01045245215, namba yako ya simu SMS has been sent to this number. If the phone number is wrong, close this window and start again. If the SMS has been delayed for two minutes, please press the resend button. Okay. Sasa na simu yangu imesha vibrate ikiniambia message imeingia. Message inakuja kutoka namba 777 ikiwa na title inasema validation code, afu ina jina la website www.tzsko.com afu chini inakuja validation code is, kwa hiyo hapa kwa mfano iliyokuja sasa hivi kwangu ni 5 6621. Okay, then click ok. Uh -huh. Wow, itakuja hapa nambia, certification number has been confirmed please continue yes. So, then nakuja hapa na click submit. Nimemaliza vyote. Are you sure you want to submit? Yes, ta -da! Registered successful ta -da! then website yangu inarudisha kwenye homepage yangu na tayari naweza nikaendelea kuaccess, kwa sababu imeshaniambia hapa. Unaona, huko kuna my page, au click hapa, kuna my page. Unaona na points ulizo nazo, member information, scraps zako uendelee na vinavyotokea. My page sio kubwa kwa sababu hii website sio social website, ni kwa ajili ya kupeana informations. Tuta create soon social website yetu, lakini kwa sasa hivi liwe hivyo na know. Ukitoka hapo unaona menus ma, kama kama una swali lolote, una matatizo yote, please njoo hapa kwenye feedback. Click feedback, click feedback, inafunguka hii page then utaandika jina lako, utaandika email, utaandika comment yako, uta click submit. Ukiclick hapo inaenda moja kwa moja kwa management board, watapata unachokipenda kukielezea na tunaweza lakini, kwenye menu hapo kuna mambo mengi, unaweza kusoma scholarships Announcements, hii hapa ni muhimu sana announcements na job applications. Ukiangalia ukiklik hapo, kwa mfano sasa hivi kuna hii hapa Samsung internship and full scholarship na full time, matangazo matangazo mengi sana ya kazi na nini kuyo. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wakiangalia. Okay, that's it. Asante sana kunipoteza muda wako kunisikiliza na kushukuru. Mchana mwema.